Na kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili, karibu katika makala ya Nyumba ya Sanaa mara hii naye Kulwa Joseph. Huyu ni msanii wa uchongaji kutoka jijini Dar es Salaam, na tutakuwa tukizungumzia sanaa hii ya uchongaji. Wengi huisema sanaa ya uchongaji vinyago, lakini unaweza ukasema sanaa ya uchongaji sanamu. Mimi ni Steven Mumbi, karibu. Karibu sana Kulwa Joseph katika makala haya nyumba ya sanaa. Asante sana. Sanaa ya uchongaji mwingine haelewi akisikia sanaa ya, sana ya uchongaji, ni sanaa ya namna gani? Sanaa ya uchongaji ni sanaa inayotumiwa e, kwa kutumia miti alafu nazalisha sanaa hiyo, ni sanaa ya uchongaji. Lakini vile vile kuna sanaa zingine tofauti mbali na u, u, u, uchongaji, kuna kundi kubwa sana la sanaa kuna makundi mengine ya, ya carpenter nao sina sanaa iko kwenye uchongaji vile vile. Maana yake unazungumzia uchongaji wa samani, sasa kiti, eh, meza, stuli eh, yani, kiti, meza, stuli zote ni uchongaji na vile vile uchoraji zote ni sanaa. Kwa hiyo uchongaji uko kwenye makundi mbalimbali mbali.

namazi yamejaa kila kona ya mtaa, yeah. na hakuna nefa, maovu yamezaga. uh -uh -uh. Machozi yananitoka, neema nyingi zimekatika. Ndoa za jinsia moja duniani zimezaga na kikomo kinafikia dunia kuendelea. Mola ondoa migongano, dumisha muungano, alipo na mapambano rudisha mshikamano, utusamea rahimu, takirimu ya karimu Haki kuipata sio rahisi, rushwa imekithiri. Utusamehe arabuka donai ja Jehova

msikilizaji kibao kinaitwa namna hiyo. Huyu anaitwa Po Miambo ni msanii wa muziki wa rege kutoka nchini Tanzania. Haya, katika hizo sanaa umezungumzia sanaa hizo ambazo zote za uchongaji umezungumzia tatu tofauti. Wewe umebobea katika sanaa hipi kati sana ya hizo? Mimi nimebobea kwenye sanaa ya uchongaji. Huyu uchongaji wa nini? Uchongaji wa, wa vinyago eh, na katika uchongaji wa vinyago nachonga sanaa moja inaitwa skeleton. Skeleton. Eh, ni watu ambao tulikuwa tunawachonga no watu wa Ethiopia, ambao walikuwa wamepatwa na janga la njaa sana, tukaweza kuwachonga. Na sanaa nyingine kama vile ujamaa na ichonga na vitu vingine hivyo, utakavyoniletea oda, aidha nikitaka kuvijazalisha na vizalisha pasipo kujali kitu chochote, nazalisha nafanya biashara zangu kama kawaida. Nimevutiwa zaidi ulivyosema sanaa skeleton maana yake ni, ni, ni mifupa inayoonyesha umbile la mtu hiyo. E, skeleton ni mtu aliyekonda lakini anakuwa na, na, na uhai, na uhai. <laughs> Ambaye njaa amepata njaa sana muda mrefu kwao, anakuwa mwembamba kwao, namchonga mtu mwenye aina hiyo hiyo. Sasa inafikisha ujumbe gani hiyo? inafikisha ujumbe kwamba e, njaa ni mbaya njaa ni mbaya, kwa hiyo tuepuke njaa. Kwa hiyo tufanye kazi, tufanye kazi bila kuwa, bila bila mchezo. Tufanye kazi bila mchezo, kwa bidii, kwa bidii yes. Haya, hebu kuna, kuna mfano hapa wa hiyo skeleton. Kwa kutazama katika hizi ambazo naziona, hii ndio mfano wa skeleton, lakini huyu yuko katika umbile la mawingu, la wingu lakini ni skeleton mawingu. Nasema mawingu, maana gani wingu? ni sawasawa, na ukiangalia juu kwenye wingu unaweza ku, kuangalia vizuri kwenye wingu pale, ukaona kama mtu kabeba, mtu kabeba mtoto e, umbile la binadamu anatembea, huyu e, bwana kama analima, kainama analima na jembe linaonekana lile pale, ile ndio ndo sanaa inaitwa ya wingu. Nimeshakuelewa yeah. Manake katika wingu huwa kuna maumbile kama yanajitengeneza hivi, ndiyo ndio, mara ya watu wa, wa unaweza kuwa na shughuli fulani fulani. Indio, ndio ndio, mdugu mtangazaji, hatua zikoje mpaka unakamilisha mathalan tukizungumzia hii skeleton ambayo umeichagua nakuja nayo hapa. Aha, hatua hizi za kwenye upande wa kuchongaji, upande wa uchongaji, tokea unatafuta vifaa mpaka anakamilika. Na kwa namna hi, hii anang'aa, naona akigusa, naona anang'aa na mng'ao fulani, unaweza ukasema sio, mti huu ni sahihi. Huu jitihada imefanyika, jitihada imefanyika, nimechonga ndani ya wiki moja. O, kwa wiki moja. Haya, hatua zikoje? Hatua ya kwanza kupata mti, na hatua ya pili kuchonga, hatua ya tatu kukwangua, kupiga palio. Palio, palio ndio nini? Yaani palio ni kutoa mikato mikato ile ya tezo, sijui kwa namna nyingine sijui nitaeleweka hapo. Tezo, kifaa cha kuchongaji. E, kifaa cha uchongaji unatoa milima milima ile milima, alafu baadaye inakuwa simosi. Ukitoka hapo unapiga msasa, baada ya hapo unaweka unaweka polish. Baada hapo inaingia sokoni. Ah, polish ni nini? Polish ni kiwi ya wikili ya viatu, ili ng'ae, ili ng'ae, ili ng'ae, ndugu mtangazaji. Ha, na ni aina gani ya mti? Sio kila mti unaweza kung'aa kama hivi. Mti unaoweza kung'aa zaidi maradufu ni mpingo, lakini pia kuna kila miti unaweza kufanya sanaa yako na ikaeleweka na ukang'aa vizuri tu, inatokana na ule mti mwenyewe, lakini zana za uchongaji unakubalika sanaa, unaweza kuiweka kwenye aina yoyote ya mti hata hii miti milaini kama Cyprus kila kitu unaweza kuchonga sanaa na ikakubalika eh, na saa zingine ikakubalika kuliko hata mpingo. Ha, sawa. Tuzungumzie safari yako ya sanaa, lini hasa uliingia kwenye hii kazi ya sanaa? Mimi kwanza naomba nirudi nyuma kidogo, kabila yangu ni Mnyamwezi. Mnyamwezi, wanasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Mnyamwezi kaingia kwenye sanaa eh, mzigo mzito mpe Mnyamwezi na Mnyamwezi kaingia kwenye sanaa kabobea. Nime nimeanza kufanya kazi ya sanaa toka mwaka elfu moja mia tisa na tisini na tatu. Familia yangu naiendesha kwa sanaa. Kwa hii nilifanya kazi kama kazi nyingine, japo kuna kazi zingine tunazifanya nje na sanaa, lakini hii ndio kazi mama ambayo imenifikisha hapa nilipo. Nina familia yangu, nina sehemu zangu na kufanya maisha yangu, na watoto wangu wananitegemea na familia kwa ujumla. Ndugu mtangazaji, kilio cha mtu mzima. Sikiliza wimbo huo, msikilizaji. Hii ni miongoni mwa bendi za zamani kutoka hapa nchini Tanzania, na nyimbo hizi maarufu zinaitwa Zilipendwa tamsikia humo ndani Muhiddin Gurumo. Ukiona mtu mzima mama analia mbele za watu ujue kuna jambo. Ukiona mtu mzima mama, mama. Jambo. Ama kweli baba na mama ni kusa duniani, leo hawapo tumesambaratika. Ama kweli baba na mama ni kusa duniani, leo hawapo tumesambaratika. Tunatoa na roho

Kilio cha mtu mzima, kwa nini eh, Kulwa Joseph, ulichagua wimbo huu eh, kilio cha mtu mzima? Unanikumbusha mbali sana, kumbusha mbali sana, una kupitia mitihani midogo midogo nilizozipata katika maisha yangu, lazima niweke kilio cha mtu mzima. Haya, sawa. Sasa, sasa tuzungumzie safari yako ya sanaa. Ulizungumza namna ulivyo, unavyoipenda na kuithamini kazi hii na namna ambavyo inalea familia yako. Uliingia vipi sasa katika sanaa ya uchongaji? Niliingia baada ya kuona wenzangu wanafanya kazi na wanapata hela, nilishawishika. Nilishawishika na brother mmoja, nilimpatia hela kidogo. Ni unamkumbuka? Anaitwa <laughs> Andrea Andrea Stuta mkazi wa Kibiti, lakini kwa sasa ni marehemu. Namshukuru Mungu, alinifundisha bila bila roho mbaya, ukiwa, ukiwa Kibiti, maana kulijifunza sana hii ukiwa Kibiti Kibiti, yes, Kibiti kwa hapa wa Pwani wa Pwani, miaka hiyo ya 90 na ilikuwa ni shilingi, mwaka huo mimi nilimpa shilingi elfu ishirini lakini vile vile katika kumpa shilingi elfu ishirini Nimechonga naviharibu, haribu. Navi chonga, naviharibu, haribu, naviharibu haribu na, ah, kila nachonga naviharibu haribu nachonga naviharibu, lakini anavirekebisha yeye. Kila nikichonga na naviharibu, lakini yeye anavirekebisha, sio kwamba naviharibu kiasi kwamba niharibu mti kabisa never. Nilikuwa nachonga yeye, anachukua na rekebisha, akisha rekebisha anapeleka sokoni, anauza, anapata, yani kapata hela kupitia kwangu akapata hela tena kupitia kwangu vile vile kwa maana ya kwamba nilimlipa mshahara, alafu nikawa nazalisha, nikawa anamnufaisha vile vile. Msikilizaji, amezungumzia shilingi elfu ishirini kwa sasa hivi, hiyo ni kama dola saba, dola nane hivi, kulingana na viwango vya sasa vya kubadilishia fedha kwa uh, fedha kwa fedha ya Marekani, dola ya Marekani sasa na eh, kama dola nane hivi. Kwa hivyo, baada ya kujifunza kibiti, eh, kilichofuata kufanyaje? Kwa safiri kuja Dar es Salaam, ni kuja vipi Dar es Salaam? Niliendelea kukaa pale wakati nikizalisha. Baada ya kuzalisha nilimpata mwenzi, mwenzi wangu mwenzi wangu tumekaa naye ndani ya miaka sita, lakini bahati mbaya nikapata misukosuko naye kwa kweli. Ndio maana mwimbo nimeweka ula kilio cha mtu mzima e, nilimfumania kwa ukweli nizungumze kwa hilo nikama kuachana naye eh, kilio cha mtu mzima sikiliza tena kidogo msikilizaji, kilio cha mtu mzima <tune>

ukaamua kuachana naye. Ni kazi ya sanaa ikaendelea, inaendelea. Nikasema mimi tamuomba Mwenyezi Mungu wangu nimpate mwenzi mwingine lakini kwa sasa naondoka eneo niliopo Kibiti, niondoke Dar es Salaam, nikaangalie mapana sana ya sanaa yako vipi. Na kweli nimefika huku, nimekaa ndani ya siku ishirini na moja nilimpata mwenzi mwingine. Na umempata mwenzi, lakini kazi yako ya sanaa, ulikuja hapa vinyago, ulikwenda vinyago ama ulifanyaje? Kuja moja kwa moja Mwenge nikawa naendelea na sanaa eh, naendelea na sanaa mpaka hivi leo. Lakini vilevile nikirudi nyuma tena kwa mke wangu, nilifunga ndoa, mpaka sasa hivi nina watoto kama watano. Ongera, asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Haya, upo Mwenge, kazi hii imekupa nini sasa, kazi hii ya sanaa hii kazi? Kwanza kabisa, imenipa nyumba, imenipa nyumba mbili na watoto wangu wamesoma. Nasema asante Mungu, namshukuru Mungu kwa hapa nilipofika. Biashara ya kazi hizi sasa inafanyika vipi? Kazi inafanyika kama kawaida, ukiingia kazini fanya kazi e, tafuta malighafi fanya kazi, kama kuna mtu anataka E, msaada wa kumfanyia basi, atakuletea mzigo wake, utamfanyia kwa bei ya, ya maliziano, utamfanyia kazi, utamkabidhi, maisha yanaendelea. Wewe hauuzi, wewe ni, ni fundi tu wa kuzalisha, na watu wanakuja wanachukua bidhaa kwako na kwenda kuuza, fanya biashara. Au pia unafanya biashara eh, kazi za sanaa? Mimi nazalisha pia, nafanya kazi za mtu akiniletea, aki bado sijafikia kutoa mzigo nje. Niliwahi kutoa mzigo nje, nilikuwa napeleka Mto wa Mbu, Zanzibar na wapi. Kwa kweli nilikuwa nategemea misingi za kukopa, -kope. Kukope, kukopa kwenye maku. taasisi mbalimbali, nilishindwa kwa sababu niliona kama ninaenda lesi sana na biashara yetu ya sanaa hahitaji lesi, inahitajika utulivu ili uweze kuifanya kazi kwa ubora na wakahitaji wakai huko sokoni. Kwa hiyo natakiwa utulivu wa muda mzuri kidogo. Haya, msikilizaji, anaitwa Diamond Platnumz na kibao kinaitwa Msumari. ni utoto tu ndomana usiku na, najichekesha

ni miongoni mwa vibao vya hivi karibuni msikilizaji. Diamond Platinums anakuambia msumari, na ndio kinatusogeza ukingoni wa makala haya ya nyumba ya sanaa. Zipi ni changamoto kwenye kazi hii ya sanaa ya uchongaji? Changamoto kwa kazi za vichongaji, hasa ukitaka kuzalisha kwa wingi, utataka kwenda msituni, kwenda kuzalisha ku, lakini baadaye wakati unaporudi unataka urudi, inabidi urudi kwa njia ya, ya mzunguko, mzunguko magendo, magendo, yaani kama umebeba meno ya tembo. Umeona, sasa sisi wachongaji tuko kwenye hali mbaya sana, lakini kama wataturahisishia ndugu zetu wa maliasili, wakalirahisisha ili zao likaonekana mti kama mti mwingine, kama mkongo, kama mti gani, basi kwa kweli tungekuwa tunafurahi waturahisishie masharti kwamba, bwana, mimi naenda kuchonga vinyago eh, na ukumbuke kwamba, ndugu mtangazaji, sisi wachongaji hatuwezi kumaliza miti, hatumalizi mti. Mimi naweza kukata mti mmoja nikautumia ndani ya miezi sita na uchonga tu huohuo wao, tu wanaomaliza miti ni makampuni yanaokuja kuwekeza huku, kwamba tunakata miti na cheso wanakata miti kupeleka Ulaya. Hao ndio wanaomaliza miti, lakini wanaona sisi tukishabeba kama tumebeba madini ma sijui meno ya tembo. Kwa serikali iangalie mazingira ya kurahisisha ili kazi hii ya sanaa iweze kuendelea. Unge mbele haya. Na kushukuru sana Kulwa Joseph kwa kuzungumza nasi katika makala haya ya Nyumba ya Sanaa. Asante sana. Asante sana. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, ndiyo nafungasha kile kicho changu kutoka hapa katika karakana ya huyu Kulwa Joseph, huyu ni mchongaji ambaye anafanya sanaa hii kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Juma lijalo ni makala nyingine ya nyumba ya sanaa. Mimi ni Stephen Mumbi, mitandaoni Facebook na Instagram nifuate Tinini Mumbi. Kwa heri, nafurahia muda wako.